Akizungumza na wananchi wa Bomani, miongoni mwa viongozi wa timu ya Wete City Dr Mbaruk Suleiman ameshukuru timu hiyo kwa kuwafutarisha waumini wa ngazi mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kiongozi huyo amesema kufanya hivyo ni kukuza mahusiano mema sambamba na kuleta baraka njema katika mji huo. Uamuzi huo umetokana baada ya timu ya Wete City iliyopo Bomani, Wete Pemba kushiriki fainali ya kombe la Yamle Yamle mwaka 2024 iliyochezwa katika uwanja wa Gombani Pemba na kuibuka mshindi wa pili, ambapo pia fainali hiyo ilihudhuriwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi. Ya leo tunamshukuru Allah kutujalia tuko organize swala hili kwa pamoja katika iftari hii. Lengo kubwa ni malengo matatu. Lengo la kwanza ni kuweza kupata baraka katika mji wetu wa Wete pamoja na timu yetu ya Wete City pamoja na wazee wetu ambao wametusaidia ku organize hili swala katika kufanikisha. Lakini lengo la pili kama tunavyojua tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunahitaji baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia lengo la tatu ni kuweza kutengeneza yule hata si umoja katika timu yetu hii ya Wete City. Lakini leo nasema tunatoa shukurani zangu za dhati hasa kwa mama zangu hawa ambao wamejitokeza kuanzia tangia tunalipanga swala hili kwa kila mwaka, wao ndio mchango mkubwa na wao ndio msaada mkubwa kuweza kulifanikisha hili, kwa hiyo mama... katika hatua nyingine nao, kwa baadhi ya wadau ambao wameshiriki katika ftari hiyo, ni pamoja na sheha wa shehia ya Kipangani ndugu Makame Sefaki. Wa kwa upande wao wamesema. Kwa hivyo ninatoa shukrani kwa wale wote ambao wameandaa iftari hii, Mwenyezi Mungu alipe fadhila zao. Na kweli kitukio hili, tukio hili tunaliona kama ni la kawaida, lakini ni tukio kubwa sana ambalo linaonyesha umoja na udugu wetu ule wa Kiislamu. Kwa hivyo tuwatakie heri hawa wenzetu waliotayarisha futari na Mwenyezi Mungu aijalie, yani, timu yetu hii ipate mafanikio kama inavyopata siku zote. Nimefarajika sana kwa kitendo walichokifanya watoto wetu wa timu ya Wete City. Kwani umoja ni nguvu, utengane na udhaifu, na hivi ndio inavyotakiwa wana michezo kufanya shughuli mbalimbali, zikiwemo mambo kama haya ya kufutarisha, kuwa pamoja kwenye michezo yao, mazoezi yao. Nikiripoti langu, jina ni mimi Muhammad Othman wa RADA Online TV Pemba.